Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Kubwa hii leo jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limethibitisha kumpata Padre Camillus Nikata wa kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Songea ambaye alikuwa ameripotiwa kupotea tangu Oktoba 9, 2025. Padre Nikata ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania SAUTI amepatikana akiwa salama katika mashamba ya kijiji cha Mawa kilichopo kata ya Hanga wilayani Namtumbo. Huyu hapa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma akithibitisha kupatikana kwa padri huyo. ya kupatikana kwa padri Camillus Alon Nikata kama ifuatavyo: tarehe 9 mwezi wa 10, 2025 jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa padri Camillus Nikata wa Jimbo Kuu Songea ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania, yani SAUTI Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo, makachero bobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina, kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huo, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, padri Camillus Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padre Camillus Alon Nikata. Padre amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka uh, jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa kwanza alitoka nacho akiwa pale na lakini, padri amepatikana akiwa amezoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo londoka nalo, ikiwa limeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, kutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulala, kulalia pia amekutwa na pesa taslimu shilingi elfu kumi na tatu mia tano. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. Vilevile amekutwa na funguo mbalimbali mbali, ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Upelelezi ambao ulianza toka tarehe tisa kwa kuwahoji wale watu wote waliokuwa wametiliwa shaka kuhusika kama wamehusika kwa namna moja ya wa kupotea kwa, kwa, kwa padri huyo um, kabla, eh, na, kabla na baada, umeonyesha kwamba sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo: moja, ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. Upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha na, na wanaomdai tumewapata. Pili ni mahusiano. Uh, padri aliachwa na mpenzi wake aliyekuwa naye kwa muda wa takribani miaka tisa na ambaye alikuwa anamuhudumia kwa gharama kubwa, na kwa kipindi cha ambapo mwezi wa saba mpenzi wake huyo aliamua kuachana naye. Na lakini tulipofuatilia tuligundua kwamba kwa kipindi cha mwezi Juni mpaka Septemba, padri alikuwa amemuhudumia mpenzi wake huyo kwa shilingi zaidi ya milioni 39 akizitoa kwenye akaunti yake ya CRDB hii ukiachia M-Pesa ambayo alikuwa amemtumia zaidi ya milioni tisa na nusu. Sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na presha ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operesheni ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operesheni ya jicho la pili, lakini alikosa fedha kutokana na matumizi makubwa kumhudumia huyo mpenzi wake ambaye ana miaka 28 tu. Nne, padi huyo alikuwa, sababu ya nne, padi huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadi kwa sababu za kiafya, sababu za hayo mahusiano, sababu za hali mbaya ya kifedha, lakini fadha huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake. Kwa hiyo akaamua kujichukulia uamuzi wa kujipoteza yeye mwenyewe kwa kuelekea huko nyumbani kwao. Wito: Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linatoa wito kwa watu wote wenye taaruma na wakada mbalimbali mbali, bila kujali taasisi zao kushirikisha wanajamii wenzao kwa matatizo yanayo wakabili badala ya kukaa nayo moyoni wenyewe. Aidha, nawaasa wakuu wa taasisi mbalimbali kuhakikisha wanawapa nafasi na kuwasikiliza, na kusikiliza changamoto za walio chini yao ili waweze kuzitatua kabla hazijaleta taharuki kwa jamii. Hali ya Padre Nikata inaendelea kuimarika baada ya kupata huduma ya kwanza na sasa yuko hospitali ya mkoa wa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linathibitisha pasi na shaka kwamba Padri Padamlus Alon Nikata hakutekwa bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu, na kushauri tusisahau sahau kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali mbali.